Ya taifa ya Tanzania Madevu kimeondolewa kwenye michuano ya CHAN, lakini wanasema tumeondoka lakini shuhuri wameiona. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu tuko hapo kwa sababu ya amani tuliyokuwa nayo kwenye ardhi yetu ya Tanzania zaidi ya miaka 49. Bila shaka kama unafuatilia kambumbu kwenye hususan, eh, kwenye mashindano ya, ya kitaifa chani na, na AFCON tumeingia 16 bora ambayo ilikuwa ni ngumu kwa miaka mingi toka tuanze kushiriki haya mashindano lakini kwa Taifa Stars ya 25 26 imekuwa ni bora sana, mashindano yamekuwa ni mazuri na sisi tumekuwa ni wazuri pia. Lakini ukiangalia Tanzania Stars tulikoanzia mpaka hapa tulipofikia, si haba, tunaelekea kuzuri. Kikubwa ni kwamba tuwe na mshikamano na wale ambao wanasimamia Taifa Stars e, tuondoe aye makondo makano tuliokuwa nayo e, ni msifu kocha Gamondi amefanya kazi moja nzuri sana ambayo kila mtanzania alikuwa na beza hata hata, zile midi ambazo eh, wakati tunakwenda kucheza na, na Tunisia waliongea hatuna Atu, uwezo wa kumfunga Tunisia wala kutoka naye sare lakini tukatoka naye sare hatimaye tukafika kumi na sita Taifa Stars inaendelea kuimarika Ishu ni wa kwamba Taifa Stars E, tuiache kama timu ya Taifa Stars tuache kuweka siasa. Tukiacha kuweka siasa, Taifa Stars itafika mbele. Lakini katika tukio ambalo leo limenihuzunisha, e, ni kwamba tumenyimwa penalti halali. Mpira unachezwa zarani, sheria za mpira tunazijua, lakini kichwoniuzi zaidi ni kapteni ni Mbwana Samata ambaye ni mchezaji mkubwa sana. Ilikuwa ni kitendo kidogo tu kwenda kuambia wachezaji wake, bwana sisi tusiingize timu huu ajali. Ile tukio lingetokea kwenye timu ya Moroko walikuwa waingizi timu. Sasa kwa mchezaji mkubwa kama Mbwana Samata ambaye sisi, t-t-tunamtegemea na kati umecheza mashindano ambayo ni makubwa sana duniani, umeshindwa nini kwenda kuhamasisha wachezaji wa, wa, wa wako atuingizi timu mpaka huyu refari aende aende kwenye VAR? Ameshindwa nini? Lakini yote kwa yote kwamba E, tumepambana vya kutosha chini ya Gamondi. Ule ukuta wa mabeki watano mbele viungo wawili, umelipa kwa sababu kwa taifa kama Moroko tulikuwa tuna hatuna uwezo wa kupambana nao kivile. Maana yake ilikuwa inabidi tumie njia mbinu mbadala za kwenda kupambana nao na mbinu mbadala zimelipa, ndio haya matokeo ambayo tumepata. Kwa turudi nyumbani 2027 tunaozi sisi ya mashindano. Si ndio hivyo? 2027 tunaozi ya mashindano turudi nyumbani. Tujipange, Taifa Stars ijengwe, na kama kuna wachezaji ambao wako huko wamesaulika, warudishwe. Twende sisi elfu mbili na, na saba twende tukaonyeshe ulimwengu. Naona kuna somo lolote ambalo tumelipata kama Tanzania huko kwenye michuano ya AFCON elfu mbili na ishirini na tano? Somo lipo, somo lipo. Kwanza kwa mashabiki wa mpira wa Tanzania, mashabiki wa mpira wa Tanzania kwanza hatujui kushangilia mpira. Kwa somo la kwanza, elfu mbili ishirini na saba tujifunze jinsi gani ambayo tutakwenda kuwapokea wageni ambao watakuwa wanakuja kwenye hali zetu ya Tanzania, lakini twende tujifunze ni jinsi gani ambao tutaweza sisi kwenda kuishangilia taifa stars. Lakini sio hivyo, mashindano yaliyoisha ya chani ndani wa Tanzania, tulikuwa na wachache sana kwenda kuisapoti timu yetu na timu ambazo zilikuwa zinacheza kwenye uwanja wa Benjamini Mkapa. Kwa hiyo tupate funzo kwamba mashindano haya ni makubwa, na unaona mashindano yalivyokuwa ni makubwa sana hata, hata, hata ligi ya, ya ya Ulaya eh, la liga Itali eh, la, Spain Bundesliga imeshuka kiwango kwa sababu ya mashindano, maana kwa wachezaji wao wamekuja huku, unakuta sasa watu walikuwa wafuatilii kule. Lakini hii shida ya waamuzi kwa nchini ya Moroko kimekuwa ni kilio na yamekuwa ni, ni jambo endelevu kuwa anacheza na waamuzi tulishuhudia, eh, sijui alikuwa ni, ni kocha wa timu gani, msimu ulioisha alilalamika ah, kwamba kuna kocha msimu ulioisha msimu wa wakati mashindano na yanacheza Ivory Coast alilalamika kwamba eh, Moroko wanabebwa, nadhani bila shaka alifunguiwa sasa. Kwa hiyo leo ni Moroko wanaendelea pale walipoishia kufanya wale Eh, kubebwa kwao kwa sababu wewe unaweka watuta, kila mmoja anapata haki yake, au sio? Mpira ndio ulivyo, lakini kwa kitendo hiki Morocco wanadhihirisha kwamba wananunua marefarii. Hii leo imekuwa zaili binisha shaili, lakini kubwa Taifa Stars tumetoka si kinyonge, tumetoka kiume, tumepambana vya kutosha. Lakini niwapongeze ni sana wachezaji wangu wa Taifa Stars, wamejituma kila mchezaji nafasi ambao ameenda kusimama. Kwa kweli tumeonyesha kiwango kikubwa sana, dunia nzima ilikuwa inaangalia Taifa Stars na Morocco, ilikuwa ni mechi ambao mechi ya kimbinu. Kwa hiyo msimu unaokuja, na hisi mimi binafsi siwezi kusema tukachukua kombe hapana, ila tunakwenda kufika kwenye nafasi ambao itaenda kutuwekea rekodi ambayo ni kubwa sana. Nashukuru sana.